Nizungumzie waendeshaji magari ya binafsi katika maeneo tunamoishi, maeneo tunapo starehe. Sana sana unapata kuna mkahawa ambapo kuna parking kubwa ya changarawe. sana sana kipindi cha Januari ama Februari huwa kuna fumbi nyingi sana kwa sababu kuna jua kali. Sasa unapata mtu anatoka mahali, anatoka anaendesha gari mbio ndani ya parking, anamwagia watu fumbi, watu wanalalamika, lakini yeye ajali, anataka kuonyesha ubabe wake wa kuendesha gari hapo kwa parking, nauliza, mbona uziendeshe gari mbio kwenye barabara? Unakuja kusumbua watu ambao wako katika starehe zake, kuwatifulia vumbi. Hii sio ungwana, tuache tabia kama hiyo, kwa sababu sio wewe peke yako eti unajua kuendesha gari ama unamiliki gari.